Nimefika kama anavyosema kwa niaba ya dayosisi nzima, kuwapa pongezi watoto wetu kwa kazi nzuri mliyofanya ya kujifunza na kupata matokeo mazuri, lakini kipekee walimu ambao wamekesha usiku na mchana kuhakikisha kwamba mnafaulu vizuri, tena kwa kiwango cha juu. Tumeona, tumesikia, ni hapa Lwandai. Yule aliyefaulu akapata division 1 ya point ngapi? Saba. Tena sio saba saba tu, hata wangesema masomo wanaangalia nane, angepata point nane. Hata wangekuwa wanaongeza yale masomo yanafika tisa, yale ya kukaguliwa, maana amepata A zote ambayo ni masomo kumi. Ni hatua kubwa, walimu ni wapongeze sana. Maana najua amefanya kazi nzuri ya kuwafundisha watoto naendeleeni hivyo, walimu tu na watumishi wengine wote. Wale watumishi ambao sio walimu, naomba wasimame. Watumishi ambao sio walimu wasimameni, waona na kwa kila upande, kila mmoja kwa sehemu yake, naye amefanya kazi yake. Fanya kazi yake wewe, okay, si mnamuona mzee Musi, mnafikiri anapita pita tu hapa, kile anafanya kazi. Fanya kazi yake vizuri, na ile timu inayozunguka kule, na haya, ikatuletea matokeo mazuri. Naomba mkae.